Yes, mambo vipi mwana sawa sawa, lakini pia mwana michezo wa sawa sawa digital utakuwa poa kabisa, na wanaendelea kutufuatilia kwa ukaribu kabisa. Bana, tunajua siku ya kesho tarehe 24 ya mwezi huu uh, wa 5 mwaka 2025 eh, itaweza kuchezwa bana mkondo wa kwanza kabisa wa klabu bingwa Afrika. Na tunajua kabisa moja kati ya timu ambazo pia zinaweza kushiriki bana ni Mamelodi Sundowns pamoja na Pyramids kutokea eh, kule Misri, lakini pia Mamelodi wao wanapatikana kule South Africa na mchezo huu utachezeka huko South Africa. Lakini pia inakumbukwa kwamba msimu um, huu bwana, kombe la Afrika limeweza kubadilishwa au limekuwa limekuwa jipya, si kama lile ambalo lilikuwa limezoeleka la hapo awali la miaka nyuma ambayo ilikuwa imekwisha kupita. Sasa nani atakuwa wa kwanza kuweza kuwekwa au uh, kuweza kuweka historia ya kubeba mwali mpya kabisa au kombe jipya kabisa ya ligi kuu um, mabingwa kabisa huko uh, kutokea hapa Afrika. Lakini pia shirikisho la kandanda Afrika CAF limeweza kuzindua rasmi kombe jipya la mashindano hayo ya fainali bana, ni kati ya Mamelodi Sundowns lakini pia na Pyramids. Mkondo wa kwanza kabisa tarehe 24 ambayo siku ya kesho ya Jumamosi wataweza kucheza kutokea pale bana, South Africa. sasa Mamelodi eh, bana, wao hawa ni mabingwa wa ligi kuu ya Afrika ya kusini kwa mara nane mfululizo, ambao pia wanaweza kuingia kwenye mechi hii wakiwa na morali ya juu kabisa na kocha wao Miguel Cardoso, ambaye pia anaongoza kikosi hicho chenye wachezaji wa kimataifa kutokea Argentina, Brazili, kuna wengine inatokea Chile. Ni moja kati ya kikosi ambacho pia kimekuwa na wachezaji wazuri lakini pia ni bora zaidi. Lakini pia kwa upande wa Pyramids ya klabu hiyo pia ambayo iliweza kuanzishwa mwaka elfu mbili na nane lakini pia inaweza kumilikiwa na wawekezaji kutokea katika Umoja wa Falume za Kiarabu, imeweza kupanda haraka katika soko la Afrika na sasa inashikilia eh, fainali ya Kafu kwa mara ya kwanza kwa sasa hivi na mchezo ambao wanacheza siku ya kesho, ndio itakuwa fainali yao ya kwanza kabisa Pyramids kuweza kushiriki. Endapo watashinda kombe hilo, pia Pyramids itakuwa ndio timu ya kwanza, eh, kwa mara yao ya kwanza kabisa kuweza kushinda kombe hili la Afrika, lakini pia itakuwa ni timu ya kwanza kuweza kushinda kombe jipya kabisa eh, la CAF. Sasa Mamelodi pia mpaka wamefika hapa, eh, kwenye fainali njia zao zilikuwaje mpaka wameweza kufika hapa katika game hii. Mamelodi Sundowns pia waliweza kufuzu hatua ya fainali mara baada ya sare ya moja kwa moja dhidi ya Magiant kutokea kule Misri, yani Al Ahly ya Misri, kati ya nusu fainali, ambapo pia eh, wa eh, wakisonga mbele kwa faida ya goli la ugenini mara baada ya sare ya bila kwa bila eh, kati ya mkondo wa kwanza, ambapo mkondo wa kwanza walitoka bila kwa bila, lakini pia eh, mechi ya pili Mamelodi Sundowns baada ya kwenda kule kwao eh, Misri, waliweza kushinda goli moja, lakini pia Ahli aliweza kurudisha goli moja. So ukienda kwenye masuala mazima ya aggregate hapo, lazima Mamelodi aweze kushinda kutokana na kuwa na faida ya goli la ugenini. Lakini pia kwa upande wa Pyramids hii poje. Pyramids wao pia waliweza kutinga fainali kwa mara ya kwanza kabisa katika historia yao, mara baada ya ushindi wa tatu mbili dhidi ya Orlando Pirates ambao pia wanapatikana Afrika ya Kusini, katika nusu fainali hiyo, mara baada ya sare ya bila kwa bila katika mkondo wa kwanza. Kwa hiyo mkondo wa kwanza walitoka bila kwa bila, lakini pia bana eh, game ya pili mara baada ya marudiano Pyramids alimfunga eh, Orlando Pirates magoli matatu eh, kwa mawili naye ikamsababisha aweze kwenda mbele kwa zaidi ya goli moja. Ember ambao waliweza waweza kuwa, kuwa, kuwashinda e, wapinzani wao. Sasa mechi ya mkondo wa kwanza pia ya finali ya mabingwa wa Afrika e, kati ya Mamelodi uh, lakini pia na Pyramids itaweza kuchezwa e, kesho tarehe 24 katika uwanja e, bana wa Pretoria kutokea kule e, e, nchini ya Afrika e, ya Kusini. Kila mmoja amekuwa akisubiria kwamba ni nani atachukua e, kombe hili, kwamba ni, ni, ni Pyramids au ni, ni Mamelodi. Mmoja e, kati ya timu ambazo pia zote kwa design fulani kama zimekuwa ni hata Mamelodi huwezi ukasema kwamba ni timu kongwe hasa katika kwenye masuala mazima ya soka kutokea hapa Afrika, na wenyewe kwa sababu ni ni kutokana na ule uwezo, lakini pia pawa ambao wanakuwa wanaonyesha, na hii inakuwa inawasaidia wao kuweza kufika mbali zaidi, lakini pia kutimiza ndoto nyingi zaidi. Wao wameshaonja kabisa utamu wa kombe la la, la CAF. Lakini pia Pyramids ndio itakuwa timu ya kwanza kwa sasa hivi, endapo kama itashinda fainali hizi, itakuwa ni timu ya kwanza kuweza kuzindua kombe hili jipya kabisa la Afrika, lakini pia na, na wao wata kukata utepe wa kupata makombe haya na kuwa ni kwa mara ya kwanza kuweza kushiriki kupata kombe hili la eh, klabu bingwa Afrika ambao timu nyingi sana zimekuwa zikilipambania na kuweza kushindwa. Giant wa makombe haya ni Al ambaye ana makombe mengi zaidi eh, kupitia eh, karata zake ambazo amekuwa akicheza miaka tofauti, lakini kwa sasa hivi ameweza ku drop na kushuka chini. So chinitutegemee sikua kesho, nani ataibuka mshindi kati ya Sundowns kutoka South Africa au yauo kutokea kule ya nchini Misri ambayo pia Mayele yakiwemo ndani ya, ya timu hiyo. Endelea kutufuatia sisi kama Sawasawa Digital kwa habari kemkem -kem, lakini pia eh, kwenye Instagram, Facebook na X tunatumia kama eh, bana Sawa Sawa Digital telfoi chao.